Katibu mtendaji wa baraza hilo Dr. Chazi Msonde, ametoa taarifa hiyo kwa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam na kubaini maandalizi ya mitihani hiyo yamekamilika ikiwa ni pamoja na kusambazwa kwa mitihani, vijitabu vya kujibia, nyaraka zote muhimu zinazohusu mitihani hiyo katika mikoa yote Tanzania bara na visiwani, lakini pia akatoa neno kwa wadanganyifu wa mitihani hiyo. Tunawaasa wanafunzi, waalimu na wananchi wote kwa ujumla kutojihusisha kabisa na vitendo vya udanganyifu katika mitihani hii. Baraza la mitihani halita sita kumchukulia hatua mtu yeyote atakayejihusisha na udanganyifu katika mitihani kwa mujibu wa kanuni za utumishi na sheria za nchi yetu, ikiwa ni pamoja na kuwafutia matokeo yote watahiniwa watakaobainika kujihusisha na vitendo vya udanganyifu. ITV imetembelea shule kadhaa za sekondari jijini Dar es Salaam ikiwemo shule ya Salma Kikwete na kushuhudia wanafunzi wa kidato cha nne wakiendelea kujinoa katika makundi makundi, huku walimu wakisema wameifanya kazi ya kuandaa wanafunzi hao kwa umakini mkubwa, na wanafunzi pia wakiwa na haya ya kusema: wanafunzi tumewaandaa vizuri, wako vizuri, hatuna wasiwasi wowote na hatuna wasiwasi kama wataibia kwa sababu wako vizuri, tumewafundisha vizuri, tumefanya revision ipasavyo. Kwa hivyo ni hakika kabisa hawataibia, wako vizuri. Ah, kwa sisi hapa walimu wetu wametushauri tusiwe tunadanganya, tuwe tuwe specific katika mitihani yetu, sababu hii ndio maisha yetu, ndio kila kitu chetu katika maisha, na ndio maana tunashauri hata wanafunzi wenzetu, tukiwa katika chuma cha mitihani tusiwe na uoga, tusiwe na kila kitu sababu tumejiandaa kwa miaka minne na tuna Mungu atatusaidia. Nimejiandaa vizuri katika mitihani yangu yote tisa.

Simejenda kade kupata A ya hesabu na masomo mengine kupata B na C. Jumla ya watahiniwa laki nne, wa laki nne elfu nane mia nne arobaini na mbili wamesajiliwa kufanya mitihani hiyo, ambapo kati yao hamsini na mbili elfu mia nne arobaini na saba wakiwa ni watahiniwa wa kujitegemea na shule takribani elfu nne miya saba ishirini na saba na vituo vya kujitegemea elfu moja na miya sita vikiwa vimesajiliwa, ambapo pia wasichana wakiwa ni asilimia hamsini na moja nukta mbili nane na wavulana wakiwa ni asilimia arobaini na nane nukta saba mbili. Baadhi ya wanafunzi na walimu katika shule hii umasikia vizuri wakiendelea kujinadi kuwa watafa vizuri huku wito ukitolewa kwa baadhi ya wanafunzi ambao wana tabia ya kuibia katika mitihani ama kudanganya kuacha kutoka na madhara yake kuwa makubwa. Nikiripoti kutoka katika shule hii ya Salma Kikwete iliyopo Kijitonyama jijini Dar es Salaam. Mimi ni Jacqueline Silemu ITV.